habari zenu wapendwa karibu sana kwenye episodi mpya ya ufalme uliopotea leo leo tutazungumzia jinsi wafanyabiashara wa kiarabu walivyobadilisha afrika mashariki kwa njia kubwa hadithi hii inaanzia karne ya saba baada ya kristo hadi karne ya kumi na tisa historia hii ni muhimu sana kwa kuelewa utamaduni wetu wa kiswahili leo hii wafanyabiashara hawa walileta mabadiliko makubwa sana katika uchumi dini lugha na utamaduni. Ningependa mjiunge nasi katika safari hii ya kuvumbua historia yetu iliyopotea. Kwa hivyo, jisajili kwenye chaneli na ubonyeze kitufe cha kupendeza hivi sasa. Tutaangalia jinsi biashara ilivyofungua milango ya uhusiano wa kimataifa katika pwani yetu. Pwani ya Bahari ya Hindi ilikuwa njia muhimu ya biashara duniani kote. Tutaona jinsi miji ilivyozuka na kuwa makuu makubwa ya kiuchumi na kisiasa. Safari hii itakuwa ya kuvutia na yenye ukweli wengi usiofahamika na wengi. Karne ya saba baada ya Kristo, Uislamu ulizuka katika bara la Kiarabu chini ya Mtume Muhammad. Dini hii mpya ilileta utaratibu mpya wa kijamii na kiuchumi kwa Waarabu. Mara baada ya Mtume kufariki mwaka 632 Mapanuko ya kiislamu yalianza haraka. Waarabu walianza kusafiri mbali zaidi kutafuta fursa za biashara na kueneza dini. Bahari ya Hindi ilikuwa tayari na njia za biashara za kale kati ya India, Uajemi na Afrika. Mashua za kienyeji zilizojulikana kama dhoo zilikuwa zinasafiri kwa miaka mingi kabla ya Waarabu, lakini ujio wa Waarabu ulileta nguvu mpya na mtandao mkubwa wa kibiashara. Wafanyabiashara wa Kiarabu walijua vizuri kuhusu pepo za msimu zilizojulikana kama monsoon. Pepo hizi zilisaidia mashua kusafiri kuelekea mashariki wakati wa msimu mmoja na kurudi madharibi msimu mwingine. Ujuzi huu wa kiendesha meli ulikuwa muhimu sana kwa mafanikio ya biashara. Miji ya pwani ya Afrika Mashariki ilikuwa tayari ipo kabla ya Waarabu kufika. Wenyeji wa Kibantu walikuwa wakiishi katika maeneo haya kwa karne nyingi. Walikuwa wavuvi, wakulima na wafanyabiashara wadogo kati yao wenyewe na mabara ya ndani, lakini kufika kwa Waarabu kulileta mabadiliko makubwa katika mfumo wa kiuchumi. Mwanzoni Waarabu walianzisha vituo vya biashara vidogo vidogo kwenye pwani. Miji kama Mogadishu, Barawa, Lamu, Mombasa, Kilwa na Sofala ilizuka polepole pole. Katika karne ya kumi, miji hii ilikuwa tayari imekuwa makuu makubwa ya kiuchumi. Wafanyabiashara wa Arabu walikuwa wakisafirisha bidhaa kutoka bara la Afrika hadi India, wajemi na hata China. Pembe za ndovu, dhahabu, madini mengine na watumwa walikuwa bidhaa kuu kutoka Afrika. Kutoka mashariki walikuwa wakileta vitambaa, vifaa vya shaba, ubani na rangi. Bombing jambo la kuvutia zaidi ni jinsi utamaduni ulivyochanganyika katika miji hii ya pwani. Waarabu waliooa wanawake wa Kiafrika na kuanzisha jamii mpya. Watoto wa ndoa hizi walikuwa na utambulisho mpya usiokuwa wa Kiafrika wala wa Kiarabu. Huu ndio msingi wa utamaduni wa Kiswahili uliozuka katika karne ya 11. Lugha ya Kiswahili ilianza kuundwa kutokana na mchanganyiko wa lugha za Kibantu na Kiarabu. Maneno mengi ya Kiarabu yaliingizwa katika sarufi ya Kibantu ya msingi. Dini ya Kiislamu pia ilianza kuenea kwa wenyeji wa pwani kupitia ndoa na biashara, si kwa nguvu, bali kwa njia ya amani na mwingiliano wa kibiashara. Waislamu walileta mfumo wa sheria mpya uliotegemea sharia ya Kiislamu na mila za kienyeji. Mashehe na maimamu walikuja kutoka Uarabuni kujenga misikiti na kufundisha Kurani. Misikiti ya kale ya karne ya 12 bado inaonekana katika miji ya Kilwa na Lamu. Niombe mniambie katika sehemu ya maoni. Je, mnadhani utamaduni wa Kiswahili ni zaidi wa Kiafrika au Kiarabu? Historia ya biashara hiyo pia iliathiri sana mfumo wa kisiasa wa miji ya pwani. Kila mji ulikuwa na sultani au mfalme wake mwenyewe aliyetawala kwa uhuru. Miji hii haikuwa na utawala mmoja mkuu bali ilikuwa mfumo wa miji huru. Kilwa ilikuwa ni mji wenye nguvu zaidi kati ya karne ya 13 na karne ya 15. Sultani wa Kilwa walitawala pia miji mingine ya karibu, na Sofala iliyokuwa muhimu kwa biashara ya dhahabu. Ibn Batuta, msafiri maarufu wa Kiarabu, alisafiri hadi Kilwa mwaka elfu moja mia tatu thelathini na nne. Aliandika kwamba Kilwa ni mojawapo ya miji mizuri zaidi aliyoiona duniani kote. Alielezea majengo ya mawe, misikiti mikubwa na ustawi mkubwa wa wenyeji. Sarafu za fedha na shaba zilizochapwa Kilwa zimeonekana hadi India na China. Hii inaonyesha jinsi biashara ilivyokuwa kubwa na ya kimataifa katika kipindi hicho. Sultani wa Kilwa walikuwa matajiri sana kutokana na kodi waliokusanya kwenye bidhaa zote Conflicting. Mombasa pia ilikuwa ni mji muhimu katika mtandao huu wa biashara. Ulikuwa ukipakana na bara na ulikuwa na bandari salama kwa mashua. Wajerumani, Waarabu, Waajemi, Wahindi na hata watu kutoka Asia ya mbali walikuja kufanya biashara katika karne ya 16. Wareno walikuja chini ya Vasco da Gama. Wareno walianza kutaka kudhibiti biashara ya bahari ya Hindi kwa nguvu. Mwaka 1509, Wareno walishambuliza Mombasa na kuiteketeza. Hii ilikuwa ni mwanzo wa kipindi cha ukoloni na vita vya kudhibiti pwani. Hata hivyo, utamaduni wa Kiswahili uliendelea kusimama imara. Hata katika kipindi cha ukoloni, lugha ya Kiswahili iliendelea kukua na kuwa lugha ya biashara kote bahari ya Hindi. Misikiti na madrasani vilijenga na kuendelea kueneza elimu ya Kiislamu na mila za Kiswahili. Kwa wale ambao bado hamjajisajili kwenye chaneli yetu, ningependa kuwaomba mfanye hivyo sasa ili msipoteze maudhui kama haya ya kuvutia. Biashara ya watumwa pia ni sehemu ya giza la historia hii ambayo haiwezi kupuuzwa. Kwa karne nyingi watumwa kutoka bara la ndani walipelekwa hadi Uarabuni, Uajemi na India. Hesabu zinasema kwamba watumwa milioni nne au zaidi walipelekwa katika kipindi cha miaka elfu moja. Hii ilikuwa ni biashara chungu sana, ambayo ilisababisha maumivu makubwa kwa jamii za Kiafrika. Watumwa wengi walifanya kazi ngumu katika mashamba ya miti, mizabibu, misitu ya tende majumbani, wengine walikuwa askari au walikuwa wakifanya kazi za nani kwa familia ya tajiri. Wareno walipofika wao pia walijihusisha katika biashara hii ya watumwa kwa hamu kubwa. Kwa kweli, Wareno waliongeza biashara hiyo kwa kiwango kikubwa zaidi cha kutisha. Zanzibar ilikuwa ni kituo kikubwa cha biashara ya watumwa katika karne ya 19. Sultani Said Said Said wa Oman Alihamisha makao yake makuu kutoka Muscat hadi Zanzibar mwaka 1834. Chini yake, Zanzibar ilikuwa eneo kubwa la biashara ya karafuu na watumwa duniani. Mabadiliko ya kiuchumi yaliyotokana na biashara hii yalikuwa makubwa sana katika jamii za Kiafrika. Jamii zilipitia mabadiliko makubwa kutoka kwa mifumo ya kienyeji hadi mifumo ya biashara ya kimataifa. Miji ilikuwa mali ilizalishwa, na tabaka jipya la matajiri lilizuka katika jamii. Lakini pia unyonyaji uliongezeka na kutengana kwa kijamii kulizidi kati ya matajiri na maskini. Utawala wa kisultani ulileta utaratibu mpya wa kisiasa uliotegemea mali na biashara. Sultani walitawala kwa nguvu ya kiuchumi na kijeshi, si kwa mifumo ya kienyeji ya uongozi. Hii ilisababisha mapinduzi na migogoro katika jamii fulani ambazo hazikupenda mabadiliko hayo. Hata hivyo, mwingiliano wa utamaduni ulileta mambo mazuri pia, kama sanaa mpya na usanifu. Sanaa ya Kiswahili katika usanifu, uchongaji wa mbao na utunzi wa shairi ilizuka na kuwa tofauti. Mashairi ya Kiswahili ya kale kama Utendi wa Tambuka yaliandikwa katika karne ya 17. Usanifu wa kimajengo ni moja ya dalili wazi za ushawishi wa Waarabu katika Afrika Mashariki. Misikiti yenye mnara mrefu na usanifu wa Kiarabu ilianza kujengwa katika miji yote ya pwani. Majengo ya mawe ya pwani yalitumia kora kutoka kwa makaa za pwani na chokaa. Milango mikubwa iliyonakshiwa na usanifu wa kuvutia ni sifa ya majengo ya Kiswahili. Sifa hizi zinaonekana hadi leo katika Lamu, Zanzibar na miji mingine ya pwani. Majengo ya sultani walikuwa na bustani, mabwawa na vyumba vya kuburudika, madirisha ya kusukumwa na kufunguliwa kilichokuwa na usanifu wa kuvutia wa chuma. Ngome za ulinzi zilizojengwa na mawe kwa muundo wa Kiarabu na Kiajemi zilijengwa kulinda miji. Ngome ya Yesu huko Mombasa iliyojengwa na Wareno mwaka 1609 ni mfano mzuri. Hata hivyo kabla ya Wareno Waarabu walikuwa tayari wameshazilinda miji yao kwa ngome za mawe. Ushahidi wa magofu ya misikiti ya kale unapatikana katika sehemu nyingi za pwani. Dini ya Kiislamu ilisambaa kwa kasi kubwa katika jamii za pwani za Afrika Mashariki. Katika karne ya 13 miji mingi ya pwani tayari ilikuwa na watu wengi wa Kiislamu. Misikiti ilikuwa ni kituo cha ibada, elimu na maamuzi ya kijamii. Walimu wa Kiislamu kutoka Uarabuni na Uajemi walikuja kufundisha Qur'ani na sharia. Madrasani zilizojengwa kando ya misikiti zilikuwa ni maeneo ya elimu kwa watoto na vijana. Lugha ya Kiarabu ilijifunzwa na kuandikwa pamoja na Kiswahili katika hati za biashara. Ushawishi huu wa kidini ulileta mabadiliko makubwa katika mila na desturi za jamii. Noa mazishi sikukuu na sherehe zote zilipata ushawishi mkubwa wa Kiislamu. Eid al-Fitr na Eid al-Adha zilikuwa sikukuu kuu kuu zinazoadhimishwa kwa furaha kubwa. Hata hivyo, mila ya kienyeji ziliendelea kuwa muhimu na zilichanganyika na dini mpya. Mfano ni desturi za unyago na maambukizi ya kitamaduni ambayo bado yaliendelea, lakini yaliongezwa sifa za Kiislamu. Changanyiko huu wa kiutamaduni si lazima uonekane kama ubaya au uzuri tu, bali ni historia yenyewe. Tungependa kusikia mawazo yenu katika sehemu ya maoni kuhusu jinsi historia hii inavyoathiri ustawi wetu leo. Biashara ya karafuu pia ni sehemu muhimu ya historia ya Afrika Mashariki iliyohusika na Waarabu katika karne ya 19, Zanzibar ilikuwa nchi kubwa ya uzalishaji wa karafuu duniani. Sultani Said Said alianzisha mashamba makubwa ya miti ya karafuu kwa kutumia wafanyakazi watumwa. Karafuu kutoka Zanzibar ilisafirishwa hadi India, Ulaya na Amerika kwa wingi mkubwa. Biashara hii ilileta utajiri mkubwa kwa sultani na wafanyabiashara wa Kiarabu na Wahindi. Lakini pia ilileta maumivu makubwa kwa wafanyakazi watumwa ambao walipata malipo kidogo au hawakupata. Kazi katika mashamba ya karafuu ilikuwa ngumu sana na hali za kufanyia kazi zilikuwa mbaya. Watumwa wengi walikufa kutokana na kazi ngumu na magonjwa katika mashamba. Hata baada ya biashara ya watumwa kukatazwa rasmi, utumwa uliendelea kwa njia nyingine za siri. Hapo mwisho utumwa ulikomeshwa rasmi katika eneo la Zanzibar 1937. Historia ya uhusiano kati ya Waarabu na Waafrika wa Mashariki si rahisi kuelezea kwa nyeusi au nyeupe. Kuna mabadiliko mazuri na mabaya yaliyotokana na uhusiano huu wa karne nyingi. Mtandao wa biashara ulizalisha utajiri mkubwa na mabadiliko ya maendeleo katika miji ya pwani. Lugha mpya, utamaduni mpya na utambulisho mpya wa Kiswahili vilizuka kwa hali nzuri. Sanaa, fasihi muziki na michoro iliongezeka na kuwa tajiri zaidi kwa kuchanganya mila mbalimbali mbali. Lakini pia kuna upande wa giza ambao hauwezi kusahaulika, hasa biashara ya watumwa. Mamilioni ya waafrika walitekwa kutoka maeneo yao na kupelekwa mbali kama mali. Jamii ziliharibika na ukoo ulitawanyika kutokana na biashara hii chungu kabisa. Maumivu hayo yanabaki hadi leo katika kumbukumbu za kizazi baada ya kizazi. Wazao wa watumwa walio Zanzibar, Uarabuni na maeneo mengine bado wanakumbuka na kuheshimu wahenga wao. Ni muhimu sana kuelewa pande zote za historia ili tuweze kujenga mstakabali bora. Historia haiwezi kubadilishwa, lakini inaweza kufundisha sisi mambo muhimu ya kuepuka na kuthamini. Leo hii utamaduni wa Kiswahili bado ni hai na unaendelea kukua katika pwani yote. Lugha ya Kiswahili ni mojawapo ya lugha zinazozungumzwa sana katika bara la Afrika. Ni lugha rasmi ya nchi kama Tanzania, Kenya na Uganda, na inazungumzwa na watu milioni zaidi. Utamaduni wa Kiswahili umesambaa hadi bara la ndani na kusambaa katika nchi nyingi. Muziki wa tarab uliozuka kutokana na mchanganyiko wa Kiarabu na Kiafrika bado ni maarufu. Vyakula vya Kiswahili kama pilau, biriani na halwa vinaonekana wazi ushawishi wa Kiarabu. Mavazi ya Kiswahili kama kanzu, kofia na buibui pia yanachanganya mifumo ya pande zote. Miji ya pwani kama Mombasa, Lamu na Zanzibar bado inashikilia utamaduni wa Kiswahili kwa fahari. Sherehe za Maulidi, Eid na sikukuu nyingine za Kiislamu zinasherehekewa kwa furaha kubwa sana. Lakini pia utamaduni wa kienyeji haujaenda kamwe na unabaki muhimu katika jamii za pwani. Mchanganyiko huu unaonyesha uzuri wa historia ambayo imejenga jamii zenye utofauti na utajiri. Lingine la kuzingatia ni jinsi wafanyabiashara wa Arabu walivyokuwa sehemu ya mtandao mkubwa wa biashara duniani. Mashua za dho Zilizosafiri kutoka Afrika Mashariki hadi India na China zilikuwa zikibeba bidhaa mbalimbali. Kutoka Afrika, pembe za ndovu, ngozi za wanyama, dhahabu na watumwa zilisafirishwa nje. Kutoka mashariki, vitambaa vya hariri, vifaa vya vyuma, viungo na bidhaa za kifahari zilisafirishwa Afrika. Biashara hii ilikuwa ni muhimu sana kwa uchumi wa dunia kwa ujumla katika karne za kati. Miji ya pwani ya Afrika Mashariki yalikuwa sehemu muhimu ya mtandao huu wa kimataifa. Bila miji hii, biashara kati ya Afrika, Asia na Ulaya ingekuwa ngumu sana. Wafanyabiashara wa Arabu walikuwa wazoefu wa kujua njia za kusafiri na walielewa soko la dunia. Walikuwa na uhusiano mzuri na wafalme wa India, sultani wa Uajemi na hata wafalme wa China. Mabadiliko ya kiuchumi katika dunia yote yaliyotokana na mtandao huu yalikuwa makubwa kabisa. Bidhaa kutoka Afrika ilifikia masoko ya mbali na ilileta pesa na ustawi kwa wafanyabiashara. Suala la kisiasa pia ni muhimu katika historia hii ya mwingiliano kati ya Waarabu na Waafrika. Sultani wa Oman walikuwa na ushawishi mkubwa sana katika miji ya pwani kwa karne nyingi. Walidhibiti bandari kuu na walipokea kodi kutoka kwa wafanyabiashara wote waliokuwa wakifanya biashara. Katika karne ya 19 Sultani Said Said aliongeza udhibiti wake katika Zanzibar na pwani. Alianzisha utawala madhubuti wenye askari na waziri wake waliowaaminifu kwa sultani. Chini ya utawala wake, Zanzibar ilikuwa ni eneo tajiri sana la biashara na utamaduni, lakini ujio wa waareno ulibadilisha hali zote katika Afrika Mashariki mwishoni mwa karne ya 19 Wareno waligawana Afrika katika mkutano wa Berlin mwaka 1884. Afrika Mashariki iligawanywa kati ya Ujerumani na Uingereza na Zanzibar iliacha kuwa huru. Sultani wa Zanzibar alibaki na udhibiti mdogo tu chini ya ulinzi wa Waingereza. Ukoloni ulileta mabadiliko makubwa na utawala wa Waarabu ulipungua sana kwa haraka. Hata hivyo, utamaduni na lugha ya Kiswahili viliendelea kubaki imara hadi leo hii. Ningependa sasa kusikia mawazo yenu kwa kina zaidi kuhusu jinsi historia hii inavyoathiri jinsi tunavyojiona leo. Tafadhali andika maoni yako kwa kirefu ili tuweze kuendeleza mazungumzo muhimu kama haya kuhusu asili yetu. Eneo la elimu pia lilibadilika kutokana na ujio wa Waarabu katika Afrika Mashariki. Madrasani zilizojengwa kando ya misikiti Zilikuwa ni vituo muhimu vya elimu. Watoto walijifunza kusoma na kuandika Kiarabu na Kiswahili na kujifunza Qur'ani. Walimu wa Kiislamu walikuwa wenye elimu kubwa sana ya dini na mambo ya falsafa. Baadhi ya walimu hawa walikuwa wametembelea maeneo mengi ya dunia ya Kiislamu na kupatana na wanazuoni wengine. Vitabu vilikuwa vya thamani kubwa na vilikuwa vinaandikwa kwa mkono kwa bidii kubwa. Maktaba zilikuwa zikihifadhi vitabu vya dini, historia, falsafa na sayansi kutoka Uarabuni na Uajemi. Elimu ya hesabu, falaki na uhandisi vilisambaa katika jamii za pwani kupitia walimu hawa. Ushawishi huu ulisaidia maendeleo ya kiakili na kiutamaduni katika jamii za Kiswahili. Hata baada ya kipindi cha ukoloni, madrasani ziliendelea kuwa muhimu katika jamii za Kiislamu. Suala la lugha pia ni la kuvutia sana katika historia hii ya mwingiliano wa kiutamaduni. Kiswahili kilitokana na mchanganyiko wa lugha za Kibantu na Kiarabu katika karne za kati. Msingi wa sarufi ni wa Kibantu, lakini maneno mengi ya Kiarabu yaliingizwa. Maneno kama kitabu, safari, baraka, rafiki, wakili na mengine mengi ni kutoka Kiarabu. Kwa kweli maneno elfu moja au zaidi katika Kiswahili ni ya asili ya Kiarabu. Kwa nyongeza, maneno kutoka Kiajemi, Kihindi na hata Kireno na Kijerumani yaliongezwa baadaye. Kiswahili kilikuwa lugha ya biashara kwa muda mrefu kabla ya kuwa lugha ya kiserikali. Waliopeleka Injili na wakoloni walitumia Kiswahili kwa sababu watu wengi walielewa lugha hiyo. Leo hii Kiswahili ni lugha rasmi ya Umoja wa Afrika na inasomwa katika vyuo vikuu vya dunia. Ni moja ya lugha za Kiafrika zilizoenea zaidi kuliko zote na kutambuliwa kimataifa. Ukuaji wa Kiswahili unaonyesha jinsi utamaduni unavyoweza kuunda kitu kipya kinachojitambulisha kwa heshima. Ushawishi wa Waarabu katika sanaa na ubunifu pia ulikuwa ni mkubwa sana katika jamii za pwani. Usanifu wa misikiti ulikuwa unachanganya mifumo ya Kiarabu, Kiajemi na Kiafrika kwa njia ya kipekee. Kusukumwa kwa rangi na nakshi katika kuta na sakafu kulikuwa ni sanaa ya juu. Mambo kama mustari ya hariri ukili wa mikeka na uchoraji wa mishumaa viliendelezwa kwa ustadi. Katika muziki ala za kamba kama udi na kanuni zililetwa na Waarabu na kuchanganywa na ala za kienyeji tarab aina ya muziki iliyozuka Zanzibar, inachanganya muziki wa kiarabu na kiafrika kwa njia nzuri. Nyimbo za taarab zinazungumzwa katika Kiswahili na mara nyingi zinaelezea hadithi za mapenzi na maisha. Ngoma za kienyeji kama chakacha na ngoma za kidini kama maulidi zilikuwa pia sehemu ya utamaduni. Uzalishaji wa vitu vya mikono kama kochi za fedha, jambia na vyombo vya kupikia vilionekana ushawishi wa Kiarabu. Wachongaji wa mbao walikuwa na ujuzi mkubwa wa kuchonga milango, kiti na samani nyingine za nyumbani. Usanifu wa milango ya Zanzibar ni mmoja wa mashuhudu mahususi ya sanaa hii ya kipekee kabisa. Tunapokaribia mwisho, ni muhimu kuzingatia kwamba historia hii ni sehemu ya utambulisho wetu sisi wote. Wafanyabiashara wa Arabu walibadilisha Afrika Mashariki kwa njia ambazo zinaweza kuonekana hadi leo hii. Miji iliyozuka katika pwani ilikuwa na mali, elimu na utamaduni wa kiwango cha kimataifa. Lugha ya Kiswahili ilizuka na kuwa lugha inayozungumzwa na watu milioni duniani kote. Uislamu ulienea na kuwa sehemu muhimu ya jamii za pwani na bara la ndani. Sanaa, fasihi, usanifu na muziki vilipata ushawishi wa mchanganyiko wa Kiarabu na Kiafrika. Biashara ilileta ustawi lakini pia ilileta chungu la biashara ya watumwa ambayo haipaswi kusahuliwa. Utawala wa kisultani ulibadilisha mifumo ya kisiasa na kuanzisha aina mpya za udhibiti. Kwa ujumla, mwingiliano huu wa kitamaduni ulizalisha kitu kipya ambacho ni utamaduni wa Kiswahili. Utamaduni huu haukuwa pekee wa Kiafrika wala wa Kiarabu, bali ni mchanganyiko wa pande zote. Ni utamaduni wenye fahari na historia ndefu ambayo inaheshimika sana katika dunia yote. Tunakuhimiza sana ujisajili kwenye chaneli yetu ya Ufalme Uliopotea ili usipoteze historia nyingine za kuvutia. Tafadhali bonyeza kitufe cha kupendeza ili utupatie moyo wa kuendelea kuzalisha maudhui kama haya. Tunaomba uandike pia hapa chini katika sehemu ya maoni mawazo yako juu ya hitimisho ambalo unafanya kutokana na historia hii. Je, unafikiri utamaduni wa Kiswahili ni zawadi au ni changamoto kwa sisi leo hii? Baadaye, asante sana kwa kunisikiliza na tutaonana tena katika somo jingine la historia yetu iliyopotea. Kwa heri na Mungu akubariki wewe na familia yako yote siku zote za maisha yako.